Kuhusu utaalamu wa biashara, kuna hatua tatu za msingi katika kujiajiri kibiashara: moja, buni biashara nzuri; mbili, anzisha biashara hiyo; tatu, endesha biashara hiyo kwa jinsi inavyotakiwa. Mafanikio yanategemea ujuzi wa mtu mwenyewe katika hatua hizo tatu, hayategemei sana kiasi cha mtaji alionao . Ujuzi anaopata katika kujifunza, sio katika kujiwazia faida za biashara tu, ndiyo utakaomwezesha mtu afanikiwe zaidi. Maarifa yanaongezeka kwa kasi. Mafanikio ya kila mtu katika karne hii yanatokana na wepesi wa kujifunza na kutumia anachojifunza kuanzisha na kufanya biashara kwa ufanisi. Na kwa faida utaendelea kuonekana kwa watu wanaojifunza maarifa mengi ya biashara, fedha na uchumi pamoja na ujasiriamali na sayansi ya jamii. Kabla ya kuangalia nini maana ya biashara na kujifunza jinsi ya kwanza biashara, hem, tutazame nini maana ya neno uchumi. Uchumi ni tabia za watu katika kutumia rasilimali rasili zao vizuri kujipatia mahitaji yao muhimu. Wakati unavyotumia mali zako kuzalisha kitu kitakachojibu hitaji la wengine, huku wakikupatia mali au pesa unapowauzia, ukamudu kukuza akiba yako, tunasema uchumi wako umekuwa au unakuwa. lakini wakati unavyotumia mali zako kujipatia mahitaji ambayo hayatakuzalishia mali, huku akiba ya mali ikipungua, tunasema uchumi wako unashuka. Ili uchumi ukue, unapaswa uzingatie yafuatayo: tumia mali kuzalisha mali, au tumia bidhaa kuzalisha bidhaa. Usitumie mali kujipatia kitu kitakachokuja kuchukua mali bila kuizalisha. Kwa kuzingatia mambo hayo mawili tunaona kuwa uchumi ni uwezo wa kuzalisha mali na kukuza akiba ya mali hizo. Kama una uwezo wa kuzalisha mali, yaani unafanya kazi na kupata mali, lakini huna uwezo wa kukuza akiba, basi uchumi wako ni mbaya sana. Muda si mrefu nguvu ya kujinunulia vitu sokoni, dukani hospitalini na kwingineko itadhoofika, utakosa mahitaji muhimu, uchumi wako utakuwa. Kama utazingatia kwenda kinyume kidogo na tabia hizo, napendekeza tabia zifuatazo. Moja, kadiri mali, talanta na vipaji vyako vinapokuwa na kuongezeka, ongeza juhudi katika kuvitumia lakini kwa, kwa kadri pesa zako zinavyoongezeka ongeza juhudi katika kuzizuia zisipungue kwa urahisi, ongeza unyenyekevu na kujifunza zaidi. Pili, usubiri mali ipungue ndipo upunguze matumizi, tafuta namna ya kupunguza matumizi kila wakati. Wazo lake ni kama punje ya haradali ambayo ipandwapo katika nchi ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa hukua ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kuruka chini ya uvuli wake. Ni kweli, wazo ulionalo la kubuni au kuanzisha ama kuendesha biashara yako ni wazo dogo sana, pengine bado halijaanza kuonekana wazi, lakini utakapolielekeza vizuri litakuwa biashara yako, itakuwa kubwa kuliko biashara unazoona kwa sasa zikihudumia watu kwa bidhaa au huduma wanazotoa. Utakapoanzisha na kuiendesha kitaalamu, itazaa matawi makubwa, hata watu mbalimbali wa ndani na nje ya nchi waweza kuhudumiwa na biashara yako tunaweza kutumia mfano huo wa ndege kuonyesha watu wanaoweza kuhudumiwa na biashara yako. Kwa kawaida ndege hukaa katika matawi ya miti. Aya hiyo inasema waweza kukaa chini ya uvuli wake. Ndiyo, unajua ndege wakikaa chini wanaacha mbolea. Kwa urahisi, watu hawatakuwa juu ya biashara yako, wataketi wahudumiwe vizuri uvulini mwa biashara hiyo wanapojipatia mahitaji yao vizuri, watakuachia mbolea, na mbolea hiyo ni pesa. Fedha hizo ni mbolea, unapaswa uziweke katika udongo wa mti wako ili zilete matunda na matawi mapana zaidi na zaidi. Sifa pekee ya mjasiriamali ni kutambua kuwa sehemu kubwa ya kile anachopata huja ili kutumika kuzalisha mali zaidi na zaidi, yeye atatumia kidogo au azitumie kabisa. Hapa ndipo wengi hukosea; wanapopata faida wanaitumia yote kwa mambo yao binafsi, wanadhani kuwa faida itazidi kuja. Unapaswa uambulie vichache kati ya vingi ambavyo biashara yako inaweza kuzalisha kama faida. Tumia sehemu kubwa ya mapato kuboresha na kuzalisha bidhaa nyingi zaidi ili kuhudumia idadi kubwa ya watu. Panua biashara yako iwe na matawi makubwa makubwa au madogo madogo, lakini mengi. Kama utatumia sehemu kubwa ya mapato kujiboresha mwenyewe na familia yako kabla ya wakati wake, matawi makubwa ya biashara yako yatakuwa ndoto. Mtu wa biashara yako utakosa mbolea na rutuba, utanyauka na kisha utakufa. Kusherekea kabla ya mavuno halisi ni kukaribisha anguko la biashara, litakuja bila kuzuiliwa na kualika. Tuanze kuchunguza maarifa haya yanayovutia kujiongezea ujuzi katika ubunifu, ujasira, ujasiri wa kuanzisha na kusimamia vizuri biashara na miradi yako. Asanteni.